Mtazamaji wa kipindi cha mtazamo wa kibiashara, leo hii tunatimiza miaka mitano tangu kipindi hiki kuanzishwa kwake. Mosi niseme asante kwa kila mtu aliyekifanya mpaka leo tufikishe miaka mitano, hasa juu ya kupata mitazamo mbalimbali kutoka kwa wafanyabiashara, na mkono wa pongezi kwa wataalamu wetu wa masuala ya kibiashara, na katika hili uwa na neno mafanikio ambayo umeyapata mpaka sasa na tunatakia tena mafanikio mengi na zaidi katika shughuli hii. Kipindi kisi kisisite, kisi, kisi kisichoke kuwepo, kwa sababu labda nyiwe mnapita, mmoja anaondoka, anamaliza, anakwenda, lakini nafikiri kiwe kinafanyika mara zote tu, ni chanzo cha wao kupata taarifa za kibiashara zaidi na kujifunza mambo mbalimbali mbali anatokana na biashara kwa sababu kila wakati mna, mnakuwa kipindi kinakuwa kina mada maalum, basi na wenyewe wanashirikishwa kuchangia hapa na pale kwa, kwa ile tu wenyewe nawasaidia kushirikishana na kupata na kushirikishana taarifa na maarifa kuhusu mambo ya biashara. Cha kwanza, tukinasaidia kutoa elimu ya biashara, kwamba vijana wengi unakuta hatuna ujuzi wa biashara. Kwa kupitia kipindi hichi, namna mtu anavyoangalia kila siku anazidi kupata uelewa wa namna ya biashara. um, kingine kipindi hiki kinachochea ujasiriamali kwa vijana um. Kwa kupitia kipindi hiki na mimi ni mfuatiliaji, unavyoona success story kwa baadhi ya wajasiriamali ambao unakuta wanaojiwa wanaelezea namna gani wanakutana changamoto namna gani biashara zinawasaidia, kwa hiyo inachochea hata wale ambao hawajaanza wanakuwa wanapata hamu ya kuwa wajasiriamali. Na kulingana na uhaba wa ajira, ni kitu kizuri sana watu tukijiingiza kwenye ujasiriamali kwa kipindi hicho ambacho bado tunasoma, pasina ya wafanyabiashara basi sisi si kitu. Na ndiyo maana tumepata mrejesho kutoka kwao kwa jinsi wanavyoendelea kunufaika na kipindi hiki hadi leo tunazungumza, miaka mitano um, actually ni nakumbuka ilikuwa ni Disemba elfu mbili na ishirini na nne ambapo tulifanya kipindi. Nilikuja mkani interview, ilikuwa ni nzuri na mabadiliko niliyapata kwa sababu nadhani ilikuwa ilinipa kama exposure, na pia nilipata wateja wengi kwa sababu wengi walifahamu nini ninachofanya, wengi walijua ofa gani ambazo ninazitoa ni kwangu in case kama umekuja kununua simu au bidhaa yangu yoyote. Na pia ilionekana pia ile ili interview ilionyesha kama customer care yangu ipo juu sana, so ilinisaidia kupata wateja na hicho kitu nili appreciate. Maana wengi walikuja kaniambia tumeona kwenye kipindi ambacho kinaitwa Mtazamo wa Kibiashara. Baada ya kufanya kile kipindi, kwa sababu ni, ni tabia yangu ya biashara ambayo nilikuwa nikifanya kila siku, iliniongezea tu kwamba kujiamini kwamba ninachokifanya kipo katika mfumo, kwa sababu biashara hizi za ujasiriamali tunazifanya tu, lakini hatuna professional kwamba mimi nilisomea kwa kufanya biashara kwa ujasiriamali biashara kadhaa. Kwa hiyo wakati tunafanya biashara unakuwa unafanya tu kwa, kwa neema nadhani, lakini kupitia mahojiano tulikuwa tukifanya maswali mko mkiniuliza, na taratibu za customer care ambazo nilikuwa nazifanya zilikuwa zinaangukia kwenye pointi ambazo ni sahihi na professional za watu ambao wa, wamesomea wa, wa, biashara jinsi gani ya kumkea mteja na nini basi, ikanijengia tu kujiamini kwamba jinsi ninavyokea wateja wa nipo katika mfumo halisi harisi, ni kuongeza tu juhudi kwamba nisihame kwenye mstari, niendelee kuhudumia kwa nguvu zote. Kipindi hiki ni fursa hasa katika kuandaa watangazaji mahiri na hodari. Kwa mfano mwaka 2023 hodari wetu ni Clement Robert. Wakati mimi nafika mtazamo wa kibiashara katika sirizi nyingi za nyuma, alikuwa wanafanya wanawake. Kwa hiyo katika kipindi chetu, kwanza, kulikuwa na mabadiliko, tulizungumza na Rasta akakubali kumi, nikawa mtangazaji wa kipindi cha mtazamo wa kibiashara. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo tume, tulichangia kuongeza kwenye kipindi cha mtazamo wa kibiashara ni pamoja na kufanya research kuingia zaidi mijini na ndani, kwa sababu kama namna ambavyo tunaelewa kwamba kipindi cha mtazamo wa kibiashara target audience ni wafanyabiashara hasa wadogo wa wadogo wa kwa hiyo tulikuwa tunajikita kwa namna ambavyo tunaweza kusaidia watu kuingia kwenye biashara ndogo ndogo, namna ambavyo wanaweza kubaki kwenye hizo biashara, lakini dhima kubwa ikiwa ni kujiendeleza, kutanua wingi wao. Kama mtu alikuwa anauza nyanya peke yake anaweza kaika vitunguu pembeni, biashara zikaenda. Na naamini hatujafanya pakubwa, lakini kwa uwezo wetu tuliongeza kitu kwenye kipindi. Vilevile bado tunaendelea kufuatilia wanaofanya tangu sisi tumalize lakini pia wanaoendelea na tunaona kuna mabadiliko mengi ambayo yanafanyika. Kwa hiyo mimi napenda kuwashukuru, lakini pia kuwapongeza wote ambao mnaendeleza kipindi cha mtazamo wa kibiashara, kwa sababu ni legacy inayotakiwa kuendelea kuishi kila siku. Kila chakula ni kitamu kama mpishi wake anakipenda chakula hicho. Sisi wapishi wetu katika uandaaji wa maudhui ya kipindi hiki wanakipenda wanachokiandaa lakini huyu ndiye mpishi wetu wa kwanza. Happy happy five years anniversary. Jina langu ni Sekunda Mzirai, nilikuwa producer wa mtazamo wa kibiashara, pamoja na kiongozi wa maproducer wote kwa wakati ule. Na sisi hapa tulianza kwa kuelimishwa kuhusiana na watendakazi wote, majukumu yao, mipaka yao hiyo ikaweza kutupa nuru ya kuchagua mtu sahihi ambao tunamtamani kuwa na. Safari yangu ya mimi kuwa produsa ilianzia pale ambapo nafasi ilijitokeza ya kuwa produsa mtazamo wa kibiashara. Nilipopewa hiyo nafasi sikuweza kukataa, kwa sababu nilikuwa natamani sana siku moja niweze kuwa produsa. Changamoto kubwa ambayo niliiona mara ya kwanza ilikuwa ni uoga kwa sababu kulikuwa hakuna kipindi kingine chochote. Na katika mchakato wa kutengeneza kazi ndipo watu wengine pia waliweza kushawishika kutengeneza idea na kupeleka kwa rasta, zikapita na wao pia wakaanza mchakato wa kutengeneza vipindi, na hiyo pia ikanipa nguvu ya kufanya kazi kwamba kuna wengine wanafanya kazi kama yangu, pasi na kusahau. Sasa mpishi wetu ni nguli katika biashara. Kwanza kabisa napenda kuwapongeza watazamaji wetu ambao wanatufuatilia mtazamo wa kibiashara kila siku, lakini pia niwashukuru eh, washiriki wa moja kwa moja wa mtazamo wa kibiashara kama wataalamu wa uchumi, lakini pia muda mwingine wataalamu wa mambo ya masoko, lakini kubwa zaidi ninapongeza sana uh, management, kwa hiyo management ndio chanzo cha sisi kuweza kuendelea kuonekana. Mwanzo tulikuwa tunatazama na watu wachache ambao peke yake walipatikana Instagram, lakini sasa hivi ambao wako TikTok, wako Facebook, wako YouTube wanatupata kwa uzuri, hivyo inatufanya tunaendelea kuwa na watu wengi ambao wanatufuatilia sisi. Kwa kweli, kikubwa ambacho tunapenda kukisema ni kwamba tunaendelea kufanya kazi, na kwa kauli ambayo sisi tunaitumia ni kwamba miaka mitano ni mwanzo tu. Bado tunaendelea kuinspire changes kwa kutengeneza mtazamo mpya kwa wafanyabiashara wapya wanaotengeneza kesho yao ya kuwajibika na kutengeneza ujasiriamali ambao ni wa kweli. Nawashukuru sana, tuendelee kufuatilia mtazamo wa kibiashara. Asante sana. Kila mtoto ana baba yake. Basi ndivyo ilivyo katika kipindi cha mtazamo wa kibiashara. Mr. Nuru Chuo ndiye mwandaaji mkuu wa maudhui ya kipindi chetu lakini swali ni je, kwa nini kipindi kiitwe mtazamo wa kibiashara? Tulikiita kipindi mtazamo wa kibiashara kwa sababu wakati tunakaa chini na kuanza kufikiria kuanzisha kipindi hiki cha mambo ya masuala ya biashara, tulikuwa tunatamani kiwe ni kipindi ambacho tunapata mitazamo mbalimbali, kiwe ni kipindi ambacho labda watu wanakuja tunakuzungumza kwa upande mmoja. Kwa hiyo tulikuwa tunatamani tupate mitazamo mbalimbali mbali ya wafanyabiashara katika pande zote mbili. Pande ya kwanza ni wafanyabiashara pande ya pili ni wanunuzi, lakini pia pande ya tatu ni wataalamu mbalimbali wa masuala ya kibiashara, ambao wangekuwa wanafanya uchambuzi wa masuala mtambuka yanayohusiana na masuala mazima ya, ya, ya kibiashara. Ndio maana katika wakati wa kutafuta jina, tukaona kama tunatafuta mitazamo mbalimbali, kwani tusikite mtazamo wa kibiashara. Kwa miaka hii mitano ya mtazamo wa kibiashara kama kipindi, uh, mipango imefanya vizuri, kwa sababu katika hii miaka mitano tumepata bahati ya kutengeneza maudhui kwa kipindi chote hiki cha miaka mitano katika miaka tofauti tofauti ya kimasomo. Kwa hiyo kwanzia kimeanza mpaka sasa, kipindi hakijawahi kulala, kipo on muda mrefu katika miaka yote ya masomo. Hicho ni cha kwanza. Kwa hiyo hilo ni fanikio la kwanza kwamba wazo letu limeendelea kuishi uh, kwa muda wa miaka mitano kwa sasa, lakini cha pili pia tumefanikiwa kutoa waandishi na waandaaji wa masuala ya kibiashara, kwa sababu katika nyanja hii ya masuala ya kibiashara waandishi wengi walikuwa bado wana sita kuingia kwao, na sisi tukaona tukianza kipindi cha mtazamo wa kibiashara tutatoa nafasi kwa waandaji wa mauzii wa kibiashara, lakini pia kwa watangazaji wa masuala ya kibiashara waweze kutoka katika sehemu hii ya kipindi cha mtazamo wa kibiashara. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine kipindi kimefanikiwa kwa, kwa, kwa sababu kimetoa waandaji, lakini pia kimetoa watangazaji mbalimbali wa masuala ya kibiashara. Hiyo kwa hii kwangu ni mafanikio makubwa sana kwa kipindi hiki cha miaka mitano. Na mtazamo wa kibiashara kwa miaka mitano inayokuja kuanzia sasa tunatamani sana kipindi ki, ki, ki, kikue, kiendelee kukua, kiendelee kufikia watu wengi sana, lakini pia kiwe msaada mkubwa sana kwa wale wafanyabiashara, lakini pia kiwe ni, ni, ni, ni, ni, ni daraja kwa wataalamu wa kibiashara kukutana na watu mbalimbali wa masuala ya kibiashara. Kwa hiyo hilo ni la kwanza, lakini cha pili, natamani sana kipindi hiki kiendelee kufanya uzalishaji mkubwa sana wa waandaaji, lakini pia wa watangazaji wa, wa masuala ya kibiashara. Kwa hiyo ninaona miaka mingine mitano tutakuwa tayari tuna timu kubwa sana ya wataalamu na waandaaji wa wataalamu wa, wa, wa, wa kuandaa maudhui ya kibiashara lakini pia tutakuwa tuna timu kubwa sana ya watangazaji wa masuala ya kibiashara. Kwa hiyo ukuaji wa kipindi utakuwa ni mara mbili ya ilivyo sasa. Kwa hiyo ninakiona mbali sana kwa upande wa maudhui, ninakiona mbali sana kwa upande wa uandaji, lakini pia nakiona mbali sana kwa upande wa kushirikiana na wataalamu mbalimbali wa mbali masuala ya kibiashara. Wow! maoni na mapendekezo yenu kwetu ni muhimu juu ya nini kiongezwe au kipunguzwe Kwaho pangekuwepo na kipindi ambacho tunaelezewa namna ya ku, kuziona fursa namna za, namna ya kugrab opportunity ambazo zinatuzunguka na jinsi gani kuzitumia hizo fursa zituletee kipato na sio kutuletea kipato tu, tuwe wajasiriamali wenye mafanikio, kingezidi kuwa bora sana. So baada ya kumuoji yule afisa uchumi ambaye mnakuwa naye kwenye kipindi, nilitamani muwe pia na kama debate kwa hawa watu wa Tanzania Revenue Authority Mamlaka ya Mapato ili na wao wasikie changamoto zetu na wajue jinsi gani ya kuzitatua au watuambie, watupe mwongozo wa nini cha kufanya huko, na baadhi ya vipindi vichache vichache ambavyo sasa vinasimulia tu eh, kisa mka, visa mkasa, yaani hadithi hadithi za, za, za wafanyabiashara mbalimbali. Biashara moja anasimulia tu habari yake ya maisha yake na jinsi ya nini biashara na nini na jinsi ya wafanya biashara walao tuwasaidia watu kuona kumbe mambo hayo yanafanyika. Uh, si mambo ya kinadharia zaidi, ni kitu kinatokea na watu wanapambana wana, wana. Kwa kitu ambacho cha kuongeza, mimi nadhani ingekuwa tu ni kuku, kuweka mkazo kwa kutoa elimu zaidi kwa wafanyabiashara wanaoendelea na biashara zao mbinu na mikakati mbalimbali za kukuza na kuboresha biashara zao ili zisianguke. Jina langu ni Mwanaidi Mubarak. Lakini si vizuri mtoto kuzungumza kwa niaba ya familia ilhali baba yupo na anaweza kutoa shukrani kwenu nyote. Tafadhali mwandaji mkuu, toa neno la mwisho. La kwanza nitoe shukrani za dhati kwa wataalamu mbalimbali ambao wamekuwa wakishiriki nasi katika kipindi hiki cha Mtazamo wa Kibiashara kama uh mwandaji mkuu wa maudhui basi niendelee kuwashukuru sana kwa kuwa nasi katika miaka mitano. Pia ni waombe wasichoke kuwa nasi katika miaka ambayo inakuja. La pili ni watazamaji wetu, niendelee kuwashukuru kwa, kwa kuendelea kuwa nasi katika uh, mita, mitandao mita mbalimbali ya kijamii ambako tunarusha maudhui yetu, Instagram, TikTok, Facebook pamoja na YouTube. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa kuchukua muda wao na kutazama maudhui yetu. Hao ni wapili, lakini watatu nishukuru pia timu ambazo zilikuwepo nyuma kwa muda wa miaka mitano, wote ambao walihusika katika uandaji wa maudhui, uh, kuanzia kipindi kinaanza mpaka hivi sasa, watangazaji mbalimbali waliopita katika kipindi hiki, lakini pia watangazaji waliopo, uh, katika kipindi hiki kwa sasa, niendelee kuwashukuru sana. Lakini kwa uh, fursa kubwa kabisa, niwashukuru pia waandaji waliopo sasa kwa kipindi hiki kwa namna ambavyo wameendelea kushikilia gurudumu la kipindi hiki na, na kukifanya kifike kilipo hivi sasa, kwa sababu bila wao hata leo hii tusingekuwa tunazungumza hii miaka mitano. Kwa hiyo nitoe shukrani zangu za dhati sana kwa watu wote ambao wamehusika katika kipindi hiki kwa muda huu wa miaka hii yote mitano. Shukrani sana.